Ombea moyo wako kama kiungo muhimu katika vita vya imani. Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya. Nataka tuanze kidogo kwa kutazama baadhi ya maandiko yatakayokuwekea dondoo hii moyoni mwako, yatakayokuwekea dondoo hii moyoni mwako. Jambo muhimu sana hili, jambo muhimu sana kitabu kile cha Warumi yatabu kile cha Warumi sura ile ya kumi, Warumi sura ile ya kumi, Warumi sura ile ya kumi mstari wa tisa na wa kumi. Warumi kumi mstari wa tisa na wa kumi. Ombea moyo wako kama kiungo muhimu katika vita vya imani. Warumi sura ile ya kumi mstari ule wa tisa na wa kumi, Biblia inasema kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua wa katika wafu utaokoka. Mstari wa kumi, kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, hata kupata haki, kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, kwa moyo mtu huamini hata kupata haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilitaka uone uhusiano kati ya kuamini na moyo wako. Biblia inasema hivi, kwa moyo mtu huamini hata kupata haki. Kwa hiyo imani, imani inakaa ndani ya moyo wako. Imani inakaa ndani ya moyo wako, haikai ndani ya akili zako. Imani ni ya moyoni. Moyo wako ndio unapaswa uamini, moyo wako ndio unapaswa uamini. Kwa moyo mtu huamini, kwa moyo mtu huamini. Kwa hiyo moyo wako ndio unaoamini, uamini ndio unaokaa na imani, ndio unaweka uhakika, ndio unakuwa na uhakika hata hofu haikai kwenye akili. Hofu inakaa kwenye moyo, lakini imani pia inakaa ndani ya moyo wako. Kwa hiyo kuna uhusiano mkubwa kati ya moyo wa mtu na imani yake, na hali ya moyo wake na hali ya kuamini kwake. Moyo wako umeumbiwa kuamini, na kwa sababu hiyo unaweza ukajikuta huko kwenye mazingira magumu sana, si kwa sababu imani haipo lakini kwa sababu kuna shida ndani ya moyo wako wa kutokuamini. Ni kupe mstari mwingine utakusaidia, uh, utakusaidia utakusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Waebrania sura ya tatu mstari wa kumi na mbili. Waibrania sura ya tatu mstari wa 12, kwa sababu hii ni agenda muhimu sana, inabidi tuipatie muda kwa namna yoyote ile kuiombea. Waibrania 3:12, Waibrania 3:12, Waibrania 3:12, makasokata lepali shokalabaramande wakasetelebasandarabasika Waibrania 3:12 nasema hivi: Angalieni ndugu zangu, usiwe katika mmoja wenu moyo mbovu wa kutokuamini kwa kujitenga na Mungu aliye hai. Moyo mbovu wa kutokuamini kwa kujitenga na Mungu aliye hai. Kwa lugha nyingine, mtu anaweza akashambuliwa moyo wake, moyo wake ukawa moyo mbovu wa kutokuamini na kuna watu wengi sana hawajui kwamba ili waweze kuamini, ni kwa sababu ya hali ya mioyo yao. Kuna watu ambao mnanitazama hata sasa, hamwamini tena kwamba Mungu anaweza kuwasaidia kwa sababu mmepitia mambo yaliyovuruga mioyo yenu. Hauamini tena kwamba unaweza ukapata kazi kwa sababu ya umeomba kazi miaka mingi hujapata, moyo wako umeugua umetafuta mume miaka mingi hujapata, umetafuta mke miaka mingi hujapata. Moyo wako umeuma, umejeruhiwa. Maandiko anasema kilichotarajiwa, kikikawia moyo huugua. Kwa hiyo kitu kimojawapo ambacho kinasababisha moyo uharibike na imani yako ikavurugwa ni kile unachokitafuta muda mrefu bila kuona matokeo yake, kinasababisha moyo uume, na kwa sababu moyo ukiuma unaharibika na usipopata msaada wa Mungu wa kuuombea moyo wako kwa habari ya ku, kuamini kama kiungo muhimu cha imani, unaweza ukajikuta moyo wako hauamini tena, hauamini tena. Mwingine anakuambia kabisa, yani, mimi kwa kweli siwaamini tena wanaume, siwaamini tena watu wa aina hii, siwaamini tena watu wa aina hii, siwaamini tena wanawake, siwaamini tena watu wa kundi hili. Kwa nini hawaamini tena? Moyo wake umeharibiwa, au na mmojawapo wa watu hao, au na mtu mwenye sifa hizo. Kwani ni kwa sababu moyo ni kiungo muhimu sana katika imani yako ndani ya vita vya kiroho. Kwa hiyo ombea moyo wako kama kiungo muhimu katika vita vya imani. Moyo wako ni kiungo muhimu katika vita vya imani. Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya! Nimesema haleluya! Okay, ngoja tuangalie tena uh, tuangalie tena uh, tuangalie tena tuangalie tena maandiko machache hapa yatatusaidia tuangalie tena maandiko machache hapa, Waebrania sura ya tatu, tukiangalia ule mstari wa kumi na... Ano. Anasema hivi, hapo inenapo leo, kama mtaisikia sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu kama wakati wa kukasirisha. Maana ni akina nani waliokasirisha waliposikia? Si wale wote waliotoka Misri wakiongozwa na Musa tena ni akina nani aliyochukizwa nao miaka 40? Si wale waliokosa, ambao mizoga yao ilianguka katika jangwa? Mstari wa 18. Tena ni akina nani aliyoapia ya kwamba hawataingia katika raha yake, ila wale walioasi? Mstari wa 18. Basi twaona ya kuwa hawakuweza kuingia kwa sababu ya kutokuamini kwao. Alafu ule mstari sura ya nne mstari wa kwanza anasema basi ikiwa ikalikwa hadi ya kuingia katika raha yake, na tuogope mmoja wenu asija akaonekana ameikosa. Bwana Yesu asifiwe sana, aleluya. Nilitaka ujue hapa, imani inakufungulia mlango, imani inakufungulia mlango wa kuingia hapa. Maandiko yanasema kuingia katika raha yake, na aliwazuia wasiingie katika raha yake. Kwa picha ya agano la kale, wasiingie Kanani. Kwa nini wasiingie Kanani? Kwa sababu ya mioyo yao kutokuamini kwao. Kwa hiyo waliambiwa, kuna raha, kuna nchi ijayo maziwa na asali, wakaahidiwa na wakaambiwa ya kwamba Mungu anataka mwingie huko lakini walipopeleka habari za walipopelekewa habari za majitu na vitu vilivyoko ndani ya nchi ile, ndani yao wakaumia, na ndani yao wakajisikia vibaya, na ndani yao kukaingia kutokuamini, na maandiko anasema kwa sababu walimkasirisha, akawaapia, akasema hawataingia rahani mwangu. Mstari wa 18 na 19 anasema hawakuingia, kwa sababu sio kwa sababu kuna majitu wenye ile nchi, sio kwa sababu kuna upinzani mkali Sio kwa sababu kuna vita kubwa. Hawakuingia kwa sababu ya kutokuamini kwao, imani na kufungulia mlango wa kuingia kwenye msimu mpya wa maisha yako, lakini ukishindwa kuamini, moyo wako ukavurugwa, haijalishi kuna maziwa na asali, huwezi kupata. Kwa nini? Waamini, unisikilize vizuri, itakusaidia hapa. Kuna watu ambao Mungu anawatengenezea fursa, Mungu anawatengenezea promotion. Mungu anawatengenezea baraka, Mungu anawaandalia cheo, Mungu anaandalia kibali, Mungu anawaandalia ndoa, Mungu anawaandalia uh, kuinuliwa. Ni kati ya imani yako na ahadi ya Mungu. Imani yako ndio inayoweza kukufungulia mlango wa kuingia kwenye ile ahadi ya Mungu. Sasa shetani anachofanya, anashughulika